Minaitwa Elango tinaenda kusoma Biblia ya kwanza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Enyi watoto, enyi watoto, watiini wazazi katika Bwana, maana ndio haki. Heri masafi, maana watamuona Mungu. Furahini katika Bwana tena, nasema furahini

Bwana asipoulinda amji waulindao wakisha buri. Waheshimu waheshimu baba yako na mama yako siku zako, nipate kuwa ini katika wamtumainio Bwana.